Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amefanya utalii wa ndani kutembelea kaburi la malikia Liti Kidaka pamoja na mumewe Nyalandu katika kijiji cha Makuyu. Liti alijizolea umaarufu kwa kutumia nyuki kama silaha kuu ya kupambana na Wajerumani. alipata wasaa wakufika katika jumba la Chief Senge na kujionea mali kale na kupata historia fupi. fanya utalii wa ndani. Tunafanya utalii wa ndani, lakini tunafanya utalii wenye faida. Tumekuja kutangaza na sisi Singida tuna maeneo ya kihistoria, lakini leo tutasikiliza historia nzima wote, tukitoka hapa tutakuwa tumehifadhi, lakini kupitia hivi vyombo vya habari tutakuwa tumehifadhi kisasa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 Inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hasani ifanye jitihada ili waweze kurudisha fuvu la kichwa hapa Mikuyu, mahali ambapo mwili wake umelala.